kuu ya Mungu kupitia madhabahu ya Maombi ni Dawa. Kuna huyu mpendwa ambaye alikuwa na hitaji la kupata ndoa, alikuwa kwenye mahusiano nyingi ambazo zilikuwa zifikia hatima ya ndoa. Jambo hilo lilikuwa linamuumiza, na alianza kuwasiliana na mimi kimaombi tangu tarehe ishirini na nane Januari, na kile alichonishirikisha kilikuwa ni hiki kwa sehemu, tusikilize kani na kuingia kwenye mahusiano ndio Anasema kila ambapo alikuwa anaingia kwenye mahusiano mahusiano yalikuwa ya yafiki e, hatima. Na nikaanza kuomba naye tangu hapo, e, utaendelea kuona alikuwa anapata maombi na anaendelea kuomba na mimi lakini, sasa amenipa ushuhuda. Mungu amekwisha kutenda, ushuhuda wake ni huu. Anasema nashukuru Mungu sana kwa ajili yako mtumishi e, mtumishi wa Mungu. Anasema Mungu atukuzwe na aendelee kukutumia asante. anasema kwamba nimeshachumbiwa. Oh, na tayari nimetolewa mahali Sikia, nilianza kuomba naye. Alikuwa kwenye changamoto ya mapito ya mahusiano, alikuwa apati mtu wa heshima wa kuja nyumbani kwao, mtu wa heshima wa kumletea mahari na kufikia hatua ya ndoa. Anasema tayari ametolewa mahari na harusi ni mwezi wa sita tarehe kumi na nne. Hakika Mungu ni mwema na mwana, eh, anasema Mungu ni mwema. E, anazungumza kuhusiana na mtu ambaye amempata ni wa namna gani. Namtukuza Mungu kwa ajili yake na anamshukuru Mungu kwa matendo makuu na kuombea. Na wewe ambaye uko kwenye pito kama hili, usikate tamaa. Mungu yupo. Maombi ni dawa, endelea kushikamana nami katika maombi. Tumwamini Mungu, weka imani kwa Mungu, usiwaze kujikatia tamaa. Hata huyu mwanamke alikuwa amekata tamaa, alikuwa nawaza kama mndoa sio fungu lake, lakini kumbe haya mambo yanaenda na wakati, na adui aliyekuwa amezuia ameachia. Kwa jina la Yesu, ni maombi yangu Mungu akujibu na wewe mwenye hitaji kama hili, na hata kama unahitaji tofauti, Mungu akupe ushuhuda kwa jina la Yesu.